Tumemaliza. Kumbe Mungu alipataka kumfundisha kitu, akasema hivi, wanasema walipofika ile gafara, jamaa akashuka, na aliposhuka moja kwa moja kwenye ile jiwe, nikakumbuka kwamba akasema Lazaro, toka nje. Ile jiwe likaachia, Lazaro akatoka, ilifungua bi si, na biashara zinafungolewa, uzao unafungolewa, doa iliyofunga inafunguliwa

Ah, kwa jina la Yesu tunakamata kila mamlaka, tunazesambala besha ina nguvu hiyo, nyuma kwako inayofanya usilale, tunaikandamesa kwa jina la Yesu, kama maisha magumu

Hapa ni kuinuka kwa mbele, zinayeyuka wakapita kwa jina la Yesu, kwa kabibia hapa hiyo damu ikapita, damu ikipita na shangaa, haleluya, na mavazi yake, hata mavazi tu yake, hey, yalikuwa meupe kama theruji, kama theruji. Uta uharibifu hautamsogelea. Lile jiwa lenye akili lilitii, likasogea. Wale waliokuwa wanalinda, wanaolinda maisha yako ili usitoke, wanaolinda ile gereza likofungwa, kwa jina la Yesu natuma moto mtakatifu ukawasambaratishe mbele zao. Muulize Petro sana

kwa hiyo ninyi, kwa maana, kwa sababu najua, naelewa kabisa ya kuwa mapito yako, naelewa mateso yako, naelewa shida yako, naelewa hicho unachokitafuta, namtafuta Yesu aliyesulubiwa, aliyesulubiwa. Kwa hiyo hayupo hapa, nasema hayupo hapa. Kansa haipo, presha haipo, magonjwa hayapo, ukata tamaa hakupo, ukatishwa tamaa

Alafu utakuwa amekuwa kiumbe umekuwa kiumbe kipya, mtu mpya, afya mpya, biashara, kazi mpya, imekuwa yani. Hapo anapotoka wewe ni kiumbe kipya, mawazo, ufahamu, mtazamo mpya. Alikuwa anakunyanyasa kwenye biashara, anasema anakuchelewesha, wewe nyanyua simu. Amina na kabla

Kwa hiyo tazama leo nafanya nitatenda neno neno nasema juu ya maisha yako yako yako. Kwenye kazi yako akatende na Yesu Yesu. Yesu Kristo kwa kiambia Yesu, Amen.

Nitafanya njia, sema nitafanya njia. Haleluya! Ile njia ya kwao sio yako unayopita, oh, ni batili. Ipo njia ya Kristo Yesu, ni njia haleluya. Yesu a

Anasema, naomba unielewe, angalia, mimi mwenyewe nimeumba mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu zako zikafunguke kwa jina la Yesu, waliofunga <tipa> mbingu zako wakaachie, vitu vyako vilivyowekwa <tipa> mbinguni kule, mbingu za <tipa> kipepo zikaachiliwe, sije kwenye mbingu mpya na <tipa> nchi mpya, baraka mpya, nyang'anya vitu vyako tunakumbuka na pa tunalifuta kwa damu ya Yesu. Tunatamka leo sisi ni wabarikiwa, sisi ni wa Bwana. Itaachia kwa jina la Yesu, roho ya mapoza ikakome kwa jina. Sasa ni mambo mapya, aje mpya, kazi mpya, pokea. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen na mambo ya kwanza, nasema mambo yako yote ya kwanza hayatakumbukwa. Nasema kutukanwa, kudharauliwa, kutekwa, kuwekewa mikwara, kwa jina la Yesu, na kusikumbukwa tena, na wote waliokuwa wanakumbusha hayo, natuma moto wa jina la Yesu kaupoteze.

Hata mwezi mpya ishara yako umeficha wapi? Ule mwezi wa zamani uliomeza baraka zako, uliomeza watoto wako, na tunauvunja, tunataka mwezi wetu mpya, na mwezi wetu mpya ni Kristo mwenyewe, analeta kila ukombozi kwetu kwa jina la Yesu. Yeah, yes. Na sabato hata sabato. Ibada baada ya kuacha kuomba